Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu kazi yetu katika mwaka huu wa fedha imekuwa nyepesi sana. Waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amewataka watumishi wa wizara na taasisi zake kuendeleza utamaduni wa kufanya michezo ya pamoja na kueleza kuwa inasaidia kuimarisha afya na utendaji kazi wa wizara. Amesema hayo leo Juni 28, 2025 wakati akifungua bonanza la Wizara ya Madini na taasisi zake lililofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari ya John Merlin, jijini Dodoma. Ameongeza kuwa, sekta ya madini imeendelea kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali ikiwemo gowake kwenye pato la taifa na kutumia nafasi hiyo kumshukuru Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan sekta kuendelea kupiga hatua. Mkikutana kwenye korido hamfahamiani, lakini michezo inawaleta watu pamoja, mnashindana, mnajenga urafiki, mnaendelea kufahamiana, lakini kubwa kuliko yote ni masuala mazima ya kujiweka vizuri kiafya na kiakili, ukiwa mnaendelea kutimiza majukumu yenu. Hivyo nitoe rai kwa katibu mkuu ya kwamba kuendelea kusimamia mabonanza haya ili kuwaleta watumishi wote wa wizara pamoja, tujenge timu moja yenye ushirikiano na upendo mkubwa sana. Hakuna jambo litawezekana kama tutafanya kazi kwa umoja, upendo na mshikamano. Natumai mtaendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma, ili tuiwezeshe wizara yetu kuweza kuwa kati ya wizara kinara za kuchangia katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Nilikuwa nawaambia juzi hapa waandishi wa habari, tukisema hizi takwimu za sekta ya madini kuchangia kwenye pato la taifa asilimia kumi nukta moja, watu wanaweza kufikiri jambo la kawaida sana, ni jambo la kwenye makaratasi, lakini pateni nafasi ya kuzunguka nje ya Tanzania, katika nchi nyingi sana ambazo zina rasilimali madini, mwone mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa ndio unaweza ukaona ukubwa wa kazi iliyofanyika hapa. Kazi hii ni kubwa sana, kwa naomba niendelee kuwatia ni moyo niwatie shime, tushikilie hapo hapo, tufanye kazi vizuri kwa upendo, ushirikiano, ili tuweze kufanikiwa zaidi. Na moja, kazi kubwa ya kiongozi ni kuhakikisha anatengeneza mazingira rafiki kwa wale ambao anawaongoza ili wafanye kazi kwa uhuru na kwa amani. Kwa katibu mkuu, mimi nakupongeza sana, nakupongeza sana we na timu yako nzima mmefanya kazi hii vizuri sana. Akizungumza katika bonanza hilo, katibu mkuu wizara ya Madini Injinia Yahya Samamba amesema kwamba kufanyika kwa bonanza hilo ni utekelezaji wa maelekezo ya waziri Mavunde ambaye kipindi ameteuliwa kuiongoza wizara aliomba wizara watumishi wa wizara na taasisi kukutana pamoja kupitia michezo ili kujenga umoja na ushirikiano miongoni mwa watumishi. Mheshimiwa Waziri, tuseme tu kwamba bonanza la leo ni utekelezaji wa maagizo yako ambao umekuwa ukiyatoa kila mara kwamba tufanye mabonanza angalau mara nne kwa mwaka. Mheshimiwa Waziri, umeyatoa maelekezo haya mara zote, ulikuwa na maana kubwa, pamoja na kufanya mazoezi kuimarisha afya zetu, lakini kikubwa umetusisitiza tuweze kufanya mabonanza ya aina hii ili kujenga ushirikiano na upendo miongoni mwetu kwa maana ya wizara na taasisi zake. makofi tena haziri, kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, tunafahamu kwamba pamoja na mambo mengine swala la afya ni muhimu sana kwenye wizara na utendaji kazi wake, ili tuweze kuimarika kiafya, hasa magonjwa yasiyoambukiza. Na sasa hivi kuna wimbi la upepo ambao inaleta vikohozi inaleta vifua linasababisha mabadiliko ya mwili yaweze kuadapt mazingira ambayo yanakuwepo kuanzia mwezi huu wa tano wa sita na kuendelea, hasa katika jiji la Dodoma. Mheshimiwa Waziri, sisi kama watumishi na mimi kama msimamizi mkuu tumeendelea kusimamia kile ambacho umetuelekeza, na ndio maana unaona leo tunakaribia kufunga mwaka wa fedha 24 25 ifikapo tarehe 30 Juni na tumeweza kufanya mabonanza kadhaa na leo tumeweza kufanya bonanza letu la mwisho ili kuweza kufunga mwaka huu wa fedha. Naye kaimu kamishna wa madini Dkt. Abdul Rahman Mwanga amempongeza waziri Mavunde kwa kusimamia sekta vizuri na kusema ni matamanio yake. Kwa niaba ya wizara pamoja na taasisi zetu tunakupa shukrani nyingi sana. Na tunapenda kuona kwamba unafanikiwa kwa kipindi kijacho na unarudi kuja kushirikiana na sisi ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo, sisi sote tutaendelea kukuombea na tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie upite na urudi tena tuweze kuendeleza pale ulipoishia. Naitwa Zabibu na Pacho. Afisa madini mkazi mkoa wa Morogoro. Sisi tume ya madini pia tuko hapa na management yote ya tume, ikijumuisha pia wawakilishi kutoka mikoani ambao maafisa madini wakazi nao tumejumuika katika bonanza hili la Wizara ya Madini. Oscar Kaloa, afisa madini mkazi Mbeya. Tunapoanza kuingia sasa mwaka wa fedha ujao tunakuwa na mshikamano zaidi na kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ambayo tumewekewa yeah. Bonanza hilo limeongozwa na kauli mbiu isemayo michezo ni furaha, shiriki uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano. MOHAB TV, Dodoma.